Kesho leo ndo tunaanza kutuma salamu. Wanatujua, unajua wale ni wadogo tu, kuingia mpaka huko ni fluke tu. E, kwa sababu wale wamefuzu wakiwa na ponti nani, Simba kafuzu wakiwa na ponti chungu mzima. Kwa hiyo tuna utofauti eh siku zote, na ukija hata kwenye chambuzi nguli kabisa, David Pasco mzee wa friji bovu anakwambia hao wachambuzi njaa, kuna wachambuzi njaa. Haya maneno ya mzee wa friji bovu eh, kwa sababu huwezi kusema saa, Simba kusema Huwezi kusema Simba ajifunze kwa mtu. Simba ana robo fainali ngapi? Twende, yeah. eh? yeah. kwenye robo fainali ya shirikisho ngapi? yeah. wao ndo wajifunze wana, wana, wana robo finali moja tu yeah. Klabu bingwa wana, wana, wana, wana, wana robo finali moja ndio maana mimi siku zote nasema wakati sisi tunacheza wao wanasema sisi mwaka robo, wao sio kwamba walikuwa hawataki, na wao kwa mwaka robo ndio ilikuwa maisha ya Ngedere. Ngedere sio kwamba hataki chai kuipata ile chai ndo mtihani. Kibiriti anapata wapi? Bilika, sukari, moto. Ndo maana anaenda kula. Kwa hiyo na wale maisha yao oyapumbili ndo ya Yanga. Kwa hiyo jinsi tulivyokuwa tunaingia hivi, sio kama wanafurahi, wanaumia, sio. Wakati tunacheza wanasema wao oh, korona je? Yeah, wao korona walikuwa wamepona, mbona walikuwa wakiingia raundi ya kwanza? Umeona, kwa hiyo Simba ndio tunaiwakilisha hii nchi vizuri, bado tunaiwakilisha nchi bado sio waje na wanaendelea kujifunza ila hawakubali kuambiwa wanajifunza, kwani hamasa ya chini ya ardhi tunayopita mitaani, hamasa ni nani kaanzisha nani? Alafu wao, kama wewe umesema Ahmed Ali na wewe nani? hamasa ya kupita chini hii mitaani nani? Eh, Simba. Sasa wakati Simba ameanzisha yale, wao walisema wakionekana wanapita mtaani wachapwe mikwaji Hatujawajama, ah, tunakwambieni nini bwana. Ile kutambulisha wachezaji kabla ya ligi nani kaanza? Wao walikuwa wanashika nani? Hey, hata ukaona kwenye ile kutoa wasanii wakubwa, ina maana wakati Diamond anashuka na ndege pale, anashuka na helikopta, imeshuka mpaka chini anashuka, wao jambo lao lilikuwa kesho yake wakamshusha Harmonize na kamba kataka kufa akadondoka na kamba, si unaona. Ina maana wanaiga vile vitu, kwa hiyo wanaiga, hakuna hata kimoja, sisi ndo tunafanya yeah. jambo la kwanza, alafu wao wanamatisha eh, hujaona yeah. hey, wewe kwenye hizi hamasa zetu tunacheza mipira na wao hawajacheza, walikuwa wana ficha ficha wasicheze <laughs> mwisho wa siku wakaenda kucheza wapi? ilikuwa za kiemu akiu, uzuri wake mwenyewe kweli. E, hii ndio Simba. Simba ndo wa kila kitu. Simba ina mashabiki wa aina yake e? Simba ina mashabiki wa aina yake. Simba wana mfano hapa, hivyo tunampiga, tuna namna gani? Kama Mungu atajali ya mama Samia Suluhu Hassan wakiweza kutusaidia kutupendeza kwa leo ya serikali, bei rahisi kidogo, wananchi wasiumie, basi tunaweza kuchukua tukakodi ndege tatu kuelekea kule, kwa sababu kuna mashabiki elfu kumi wanatakiwa kwenda wote hao wanasema tu atupe bei ya kipunguzo, ndege ya kukodwa tupe bei punguzo tu, tunaweza tukachukua ndege tano tukaenda kule. Mashabiki wa mfano Simba, ndio maana wewe wewe kuleta kwamba Simba ni mashabiki bora kwenye kombe la AFL, hawajapotea kujaza uwanja, na wale wale kule wa Mbezi wa Tafu kule wa Hukuku wote wakasema hawa mashabiki wa mfano. Eh, yani hii Tanzania ukiiona inaenda in hewani kimpira basi, jua Simba sio mwingine yoyote vivi nywila magwiti hawezi kuifanya Tanzania ule bora usalama tu malize basi. Na hawa Mbeya City, mm, bila shaka mmekuja mkiwa mmerelax, kwa sababu tunakwenda kuwaondoa kabisa kwenye mashindano. Na imewezekana hivyo, magoli matatu kwa moja. Hawapo, mnasonga kwenda mbele. Hawa jana walikaa na gharibu, hujajua hawa walikaa na gharibu, akawaahidi atawapa pesa waifunge Simba kwa sababu hao wamejua Simba tarehe ishirini anacheza hey. Hata e, he, harimu, kwa kwa hiyo hatopija ile furumzi hatotumia, kwa hiyo akakada akakaanagharibu kuhakikisha kwamba ile wa wamtoe Simba. Si unajua Simba sasa hivi ukiwaona ile anaogopa sasa hivi, hatuchezi hatuchezi, wana maana yao. Sasa hivi wamekuja na nyingine, wanasema o oh, tarehe ishirini na moja waende kule nani, wanatukimbia kumbe Simba yuko bize na mashindano ya kimataifa, tarehe ishirini anacheza ande ishirini na moja kule au wachezaji wa harijani, alafu tunakuja baada ya wiki moja tunacheza tena ambayo kule inakuwa fainali, kwa hiyo hatuwezi kushiriki yale mashindano hey. Kwa hiyo ina maana tunachokifanya sisi, wao wanakwenda kwa kutuogopa, na watatuogopa hivyo hivyo. Hii ndo Simba kule. Ha, alikimbia mwaka jana wakati sisi tupo, ninabeba kombe langu alikimbia sema kwenye hii limekuja kwenye hii kafurahi, kwa sababu imekuja Simba, si tunayo FA. Akikimbia kule huku, akikaa vizuri nitamkamata, si hapa tu eh. Ajitahidi tu kushinda mechi zake, chama la wana asije akamuondoa, anaweza akakimbia wapi? Kwenye kule ligi haina shida, simba hii. Si kila anayokuja nampiga, kila anayokuja nampiga, kila anayokuja nampiga, wewe uone sasa mimi na wasiwasi namsubiria yeye tu nimpige, nimshushe kule chini, ambaye anasema achezi, lakini kwenye FA yuko tayari kuja, lakini kwenye kule muungano anataka pia, hii kwenye ligi hataki. Wewe ujioni <maryo> ana nini hapo, ngadu kwa ngadu, toa mguu, na weka mguu. Toa mguu na weka mguu. Waje wazee wao tuwamalize pale akeleleni, <maryo> tusishuke tena mpaka ligi inaisha.